The Green Voice, yes we agree. Neno la Mungu linasema dini ya kweli ni kwenda kuwaona watu kwenye matatizo yao. Niwapongeze sana, niwashukuru sana wote mliokuja hapa kuja kutuani kwenye msiba mkubwa. Huyu dada mimi nilifanyana naye sio muda mrefu sana, dokta naekamaa bili mara tatu, lakini mara mtu alikutana naye nikamwambia Dada kibwa utafika mbali sana tu, amuzi, asimamia, Koyo, kwa sababu ukikaa naye tu unajua huyu ni kiongozi, ni mtu mwenye maamuzi, ni mtu ambaye anasimamia mambo ya msingi katika maisha. Kwa hiyo ndugu zangu wafiwa, tumekuja kutoa faraja, kama ipo desturi zetu, kama ilivyo katika maisha, tutakuja kutoa faraja, lakini yuko mtoa faraja mkuu ambaye ni Yesu Kristo nitakuwa naye hapa moja mpaka nitaenda naye moja kwa moja mpaka kule. Kwa hiyo sina mengi ya kusema lakini, kutokana ni kufahamiana naye udada, nimewiwa kusema kwamba na mimi nitoe kitu chochote ambacho sasa kitasaidia familia hii. Nitamsomesha kwenye shule zetu za mtoto mmoja ambaye ataniambia ni yupi, utamsomesha kuanzia darasa lilipo mpaka kumaliza kama ni